Kwanza kabisa mimi nilikuja kwa ajili ya mechi, kwa ajili ya kujifunza, na ni uongo kusema kocha ameshiriki mazoezi ya siku mbili akawa na kitu kingine kwenye timu, ila ni kwa sababu wachezaji wengi nawafahamu. Kwa hiyo nilikuja kwa ajili ya kupata experience, kwa sababu ndio mechi yangu ya kwanza kwenye timu ya ligi kuu, kwenye klabu kubwa kama hii, ambayo na mashabiki wengi. Ah, mechi ilikuwa nzuri kwa timu zote mbili ah, waliokuwa napesha ya kushinda maanake ni yangu kwa sababu anaongoza ligi na kila mtu ameona namna ambavo mchezo cha muhimu tumeshinda, na kwa sababu huu ni mwanzo, likuaka sku kisema wamba ni ndoto yangu kufundisha. Kwa hiyo meanza kuona unakaa kwenye eh kwamaana kufundisha wanaume unapata nini nini ambacho akiwa niboreshe ili kufikia ndoto zangu. Kocha, kwanza mi niseme tangu mwalimu amekuja kwenye timu kama head coach wa senior team, ni mtu ambaye kwanza anapenda, amekuwa akihudhuria mazoezi ya Princess na amekuwa akihudhuria pia mechi ambazo tunacheza hapa ksi kwa maana ya timu wanawake. Kwa hiyo nimekuwa na mazungumzo mazuri na yeye na, ye. na kia ni mshukuru kwa sababu amenipa nafasi. Isingekuwa rahisi kwa kocha mwingine yeyote kukubali kupata igizo jipya katikati ya msimu, lakini nimshukuru kwa heshima ambayo amenipa, nimshukuru pia viongozi kwa heshima ambayo amenipa. Nafikiri mimi mwenyewe natambua hiki ambacho amekifanya kwangu ni kitu kikubwa sana ambacho kina thamani, inaweza ikanisaidia kukumbela safari kwa sababu kuna leo na kesho. Inawezekana nikawa baada ya miaka miwili au mmoja sitakuwa tena Yanga, ikawa sehemu nzuri na, na, na mimi kutafuta changamoto nyingine kwenye klabu ya kiume kama ambavyo nasema kwamba ni ndoto yangu leo nafikiri kitanijenga na kuhakikisha kwamba naweza kufikia ndoto zangu. Timu ya Young Africans ya wanaume ndio ndoto zangu kwa sababu kwenye wanawake, kibuvu, kwa sababu ndoto zangu kwa sababu kwenye mpira wanawake nimeshakuwa muda mrefu, sihitaji ama kwa wanawake, lakini nahitaji kwenda kupata uh, experience zaidi, kwa sababu kazi yangu ni ukocha na siwezi kuwa nafundisha wanawake peke yake natamani kuendelea kupata challenge nyingine ambayo itanijenga, na naamini kufundisha timu tim uh, kwenye ligi kuu ya wanaume nafikiri itanijenga zaidi, kuonekana kwamba nataka kuwa kocha mzuri, kwa sababu siwezi kuwa kocha mzuri kwa maana ya kufundisha timu ya jinsia moja pekee, kwa sababu ni kariera yangu. Natamani siku moja itokee, sijui ni lini, lakini naamini itatokea na nitafanya hivyo. Labda baadhi ya vilabu vingine nimeshawahi kufuata, labda kufanya nao kazi. Ah, niseme tu kwamba Naweza kumshukuru rais wa, wa klabu ya Yanga na makamu wake, kwa sababu kabla sijarudi Yanga msimu huu kuna timu ya ligi nilisaini ya wanaume kwa maana ya kwenda kuwa kocha msaidizi, lakini bahati nzuri president alipambana kuhakikisha kwamba ninarejea kwenye klabu, akimaanisha kwamba hatuna kocha kwenye upande wa wanawake, na nikaweza kuachana na ofa ambayo nimepata, nikaja kurejea kwenye klabu kwa hiyo ni mshukuru kwa hiki ambacho amenisaidia mpaka leo kufikia ndoto zangu kwa maana akaa kwenye mechi kwenye mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa mimi na kinanijenga. Uh, rais ni, na ni mtu ambaye nimekuwa mara nyingi nazungumza naye kwa maana kwamba ni mtu ambaye anapenda maendeleo ya mtu, amekuwa akinishauri vitu vingi ukiachilia mbali tu kuwa rahisi amekuwa kama mlezi pia. Kwa hiyo alikuwa anazungumza, ananiuliza ni kitu gani ambavyo nimejifunza, ni uzoefu gani nimepata kwenye benchi, na namueleza namna ambavyo timu ilikuwa inacheza, mapungufu ambayo yapo kwenye kosi, na mara nyingi tunakuwa tunazungumza. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunakuwa tunazungumza. Umeona siku ya leo kati ya wanaume na wanawake, ah, tofauti ni kubwa, sio kwenye coaching peke yake, namna kwa manager. Wachezaji wa kiume ni tofauti na wachezaji wa kike na kila mtu anafahamu quality ya wachezaji wa Yanga ambao wako hapa wakubwa, wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza klabu yoyote kutokana na quality yao. Kwa hiyo kwa manager wale sio jambo dogo, coach sio peke yake kwenda kufanyisha mazoezi na kutia mipango yako, lakini kuendesha wachezaji ambao wana quality kubwa kama hii hawezi kuwa jambo rahisi. Nafikiri kitu cha kwanza kwenye coaching ni management, kwa hiyo ni kitu ambacho ndio wanajifunza kitegemea mwaka huu uwe utakuwa ni kocha tusema kwenye benchi la ufundi kati ya makocha wanawake ambao watafundisha timu like za kiume aina tuseme ni kocha wa kwanza kabisa, Tanzania ya yeah. Kwa sababu msimu uliomalizika nilikuwa kwenye timu ya championship ya wanaume ya biashara, msimu huu nimerudi kwenye ligi ya wanawake, nikaja tena nimekaa kwenye bench kwenye timu ya wanaume kwa maana ya Yanga. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwangu, mimi ni rekodi nzuri na najengea CV pia kwa sababu Inaweza kuwa njia rahisi kwangu mimi kwa huko naenda kwa sababu naweza kutokea chansi kwenye klabu nyingine. Siyo kwa sababu leo watu wameniona nimekaa hapa kwenye benchi. Naweza kuwa ni platform nzuri kwangu mimi kupata kile ambacho natarajia. Mimi ikitokea labda Simba inanihitaji kwenye benchi, nitakubali. Aa, mimi nafikiri makocha hawapaswi kuwa na timu ambazo wanazishabikia. Kocha anashabikia timu ambayo yeye anaifundisha. Kwa hiyo mimi naweza kufundisha klabu yoyote ile. Cha muhimu ni masuala ya kuona namna ambavyo naweza kupata vitu vya kufanyia kazi. Mimi nafanya kazi kokote, iwe ni Simba, Yanga, iwe Mtibwa, nani sema wote, mi naweza kufanya kazi. Okay. Okay. Okay. Inawezekana kwa sababu ukiachilia mbali mechi ya leo maanake nitaendelea kuhudhuria mazoezi kwa sababu unahitaji kuendelea kujifunza. Kwa nafikiri kuna vitu ambavyo navipata kwa makocha ambao ni wakubwa naamini itanisaidia kwenye timu yangu ya wanawake.